Hii ajali kama ajali nimeshuhudia kwa macho sio ya kuambiwa. Mi natokea Isevya naenda mjini, nimefika pale treni kapiga honi, ipopiga ka honi, honi kaka kanyanyua kibendera. Abiria wengine walikuwa wamesimama hapa, waendesha daladala mona yeye yeah, akafika wabodaboda hapa, alipoiona imekaribia kanyanyuka hivi akaruka akamwacha abiria wake, kampitia treni hapa hapa kabisa. Kafika treni imeanzia kupigia honi kule. Kwa hiyo hiyo ni ya, uzembe wa nani? Wa bodaboda eh, yeye ndio kaigonga. Nimeshuhudia kwa macho yangu, sio yaku kwamba nimekuta tu ajali, nimeshuhudia nikuta nime nimesimama pale. Nawaambia au kuwaelewesha watahadhari kama yani kipenga kama umesikia honi mona, tuwe wastaarabu barabarani, sio mradi kwamba unawahi ili nirudia abiria mwingine kama hivyo. Mabodaboda watatumaliza mona, watatumaliza <tutu> unakuwa na nidhamu barabarani. Ni mwanafunzi alikuwa na anawahi kwenda chuoni, kwa hiyo bodaboda haraka ile hakumwona yule bwana amenyosha kibendera, huyu wa hapa kwenye kona hapa relwe. Kwa hiyo haya matukio yanajirudia mara kwa mara, yanatokea. Kwa hiyo kwa tunaomba serikali irudishe zile kingo, kwamba treni au hizi shantini zikiwa zinafanya ruti zake watu hawa wanasimama, kwa sababu bodaboda huelewa boda ni mdogo. Kwa hiyo naomba hili jambo lifanyiwe kazi kwa haraka. Anaitwa Assistant Commissioner Ali Simba, afisa mnadhimu jeshi la zimamoto na uokoaji. Tulipata ile tukio mapema tu na tukafika hapa tukakuta mwili wa marehemu huko hapa, na tukafanya jitihada za kuchukua na kupeleka hospitali lakini vilevile vile tukapata majeruhi mmoja ambaye naye pia tumemchukua tumepeleka hospitali. Hali ya majeruhi tulivyoiona, ameumia tu maeneo tu ya mkono, lakini huyu aliyegongwa ambaye ndiye alikuwa ni abiria kwenye hii bodaboda amefariki, kwa sababu amebondwa sehemu ya kichwa na ubongo umetoka hapo hapo. Kwa hiyo tuseme tu amefariki na tumempeleka hospitali kwa ajili ya uangalizi zaidi. Marehemu alikuwa ni mwana, mwanafunzi wa chuo na huyu bodaboda -boda, alikuwa napaki maeneo SDA jirani tu na hapa. Kwa hiyo wakati wanavuka kwenda kupita kwenye barabara ndio treni ikamgonga na kumsababishia mauti. kwa hiyo kwenye ajali hii ni tumesababisha kifo kimoja na majeruhi mmoja. Kipi chanzo cha ajali hii? Ah, uh, uchunguzi bado unaendelea, lakini hapa eneo hili ni kama unavyoona kuna njia ya treni na asubuhi, pilikapilika za mabodaboda, watu wa magari wanakuwa wengi pengine inawezekana ufuataji wa sheria za uvukaji wa eneo hili pengine umekuwa dhaifu, ndio umesababisha hii ajali, kwa sababu eneo hili halina geti kusema kwamba treni ikija itas, itasimama. Kwa hiyo watu wanaovuka maeneo haya, hasa nyakati za asubuhi, wanatakiwa wawe makini sana, kwamba lazima uangalie eneo kushoto, uangalie kulia, uangalie kushoto, uangalie kulia, alafu ndio uvuki.